Shamba ambayo bwana mmoja aliona hiyo hazina, akaficha, akaenda kauza vyote alivyo navyo, akalinunua lile shamba. Jamani, haleluya! Huyu bwana alikuwa anatafuta hazina, labda ilikuwa ni dhahabu. Mawazo yake yote anawazaga, siku nikipata dhahabu, maisha yangu yamenyoka anatafuta dhahabu hiyo. Inasema wakati anapita siku moja kwenye shamba la mtu mmoja, akaona kuna dhahabu. Labda huyu bwana alikuwa amebobea sana kwenye masuala ya dhahabu, alikuwa anaweza kujua mahali ambapo kuna dhahabu na mahali ambapo hakuna. Sasa amepita kwenye shamba la jamaa mmoja, Biblia imesema, akaona ndani ya lile shamba kimo kila kitu ambacho anakitafuta. Aleluya! Biblia inasema akaficha, akaenda akamuuliza mwenye lile shamba, niuzie hilo shamba lako, akaambiwa pesa nyingi sana, ambazo kihalisia huyu bwana hizi pesa hakuwa nazo, ili aweze kupata pesa za kumudu kununua lile shamba lenye ardhina ndani ema akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo. Kama ni ng'ombe akauza, kama ni mashamba yake akauza, kama ni nyumba yake akauza, kama ni magari akauza. Ile inasema akauza vyote, akabakia mtupu, akabakia na hizo pesa ambazo amezipata baada ya kuuza vyote. Inasema akaenda akalinunua lile shamba. Abda kalikuwani ka kipande kadogo ka shamba, lakini kamemgharimu kuuza vyote alivyo navyo. Kalikuwa ni ka eneo kadogo, kanimgharimu kuuza mali zake zote. Waliyomwona na uza, pengine walimcheka, wakamwambia unapigwa, hilo shamba ni la bei ndogo, wanakupigiza bei kubwa, wewe ni mjinga, umeuza vyote, umeuza zizi lako lote, umeuza ngombe wako wote. hiyo ni alilingana na hiyo pesa, lakini alichokifanya alikuwa anajua maana yake ni nini, alikuwa anajua anatafuta nini. Ndiyo maana jioni ya leo watu wa Mungu wamekubali kuacha muda wao, wamekuja mahali hapa, wamekubali kuiacha dunia na mambo ya dunia na cia wamechagua yeah, kumfuata Yesu yeah, kwa sababu wanajua thamani iliyo ndani ya Yesu inapita mambo yote inapita tamaa za dunia. jioni ya leo, chenye samani ni nafsi yako, chenye samani ni Yesu, chenye samani ni uzima wa milele, chenye samani ni uokoo ambao inakubiri uwache mambo Seni, ninajua lile shamba nawenda kuinunua lina nini ndani yake. Mnaweza kulisalau leo lakini nikishalipata hilo shamba nipo mtajua. Sikiliza nikwambia, jioni leo, unaweza kuwa unatamani kuokoka lakini wazazi wako wanakuambia hii dini yetu hii dini ya ukoo. Ukoo, kubali kuachana na misimu ya ukoo, kubali kuachana na mazindiko ya ukoo, kama huyu bwana alikubali kuacha yote akalinunua hilo shamba. Hebu we, na wewe kubali kuachana na hiyo dini ya ukoo, kubali kuachana na hizo misebo, kubali kuachana na hizo pombe, kubali kuachana na huo mchepuko, umpokee Yesu Mchinga, kumbe kulikuwa kuna jambo la thamani ndani. Ndivyo ulivyo na wokovu. Unaweza kudharauliwa, unaweza kukejeliwa, unaweza kutukanwa, unaweza kuonekana kuonekana ufai, lakini ni hazina iliyositirika. Ukipata wokovu, ukipata huyo Yesu, ukipata huyo Bwana, wewe unakuwa swali jioni ya leo kwamba ufalme wa Mungu umefananishwa na nini, na mimi ni ufananisho na nini? Yesu aliwaambia watu wale, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohana Mbatizaji akawaambia, tubuni, ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mimi ninakuambia jioni ya leo, tubuni ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anakuja anataka tawale maisha yako, anataka tawale moyo wako, anataka tawale dunia, lakini wa kwanza kumpokea ni wale waliotubu. Unapotubu na kumpokea huyu Yesu, unakuwa umepata jambo la thamani kuliko mambo yote. Amina. Amina. Akawaita makutano pamoja na wanafunzi akawambia, am, mtu yeyote akitaka kunifuata na jikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate, ndio. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake na mtu atakaiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu he? na kwa ajili ya injili huyu ataisalimisha eh? Kwa kuwa, kwa kuwa, itamfaidia mtu nini, itamfaidia nini hata ulimwengu wote, hata wote ulimwengu hasara ya nafsi yake? Haleluya, mimi yani inakufaidia nini? Umepata kila kitu alafu mwisho wa siku nafsi yako ukatupwa kwenye jehanamu ya moto ukaenda kwenye mateso ya milele, faida yake nini? Haina faida. Nisikilize jioni leo, labda umeenda kwa mganga fulani akakupa masharti, ukafungua biashara, ukafungua duka likashamiri kweli, likakuwa, ukajenga na nyumba nzuri, lakini mwisho wa siku ukatupwa kwenye jehanamu ya moto, faida Umepewa kila kitu kimekuwa chako, halafu katupwa kwenye mateso ya milele, kwenye moto wa milele. Naongea na wewe, faida yako nini? Faida yako nini? Labda umeenda kwa mtaalamu fulani wa mambo ya, ya uchawi na ushirikina, amekupa dawa, umeanza kuiba mashamba Si tu kwa mselereko umeona kwamba umewili, umeona kwamba umeafanikisha maisha. Sikiliza nikwambie, kuna ghadhabu ya Bwana inakuja, kuna mateso yanakuja, kuna maangamivu yanakuja, kuna kilio kinakuja. Ni afadhali umpokee Yesu, kwa maana unayoyafanya yana mwisho wake, na mwisho wake ni mauti mwisho wake ni mateso na mwisho wake ni kilio na mwisho wake ni maombolezo. ina in in Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pako. iyo njia unayoitembelea iyo njia inayoipitia unaonekana umefaulu, unaonekana mtu uliyefanikiwa, lakini sikiliza, inakufaidia nini ukiupata ukapata sana nafsi? Ufalme wa mbinguni umefanana na mfanya biashara mwenye kutafuta hazina, alipoiona akauza vyote, akaenda akainunua hiyo hazina, akalinunua hilo shamba. Leo Yesu anahitaji watu ambao wako tayari kuachana na ulevi, wapate hazina ya ufalme wa Mungu. Yesu anahitaji watu jioni ya leo ambao wako tayari kuachana na michepuko uchawi wao, waipate hiyo hazina iliyo kwenye ufalme wake. Yesu anahitaji jioni ya leo ambao wako tayari kukata shauri, kuachana na mashariki ya waganga, kuachana na mambo ya uchawi na ushirikina, waipate hiyo hazina. Na ufalme wa mbinguni unapatikana kwa kutubu. Tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naomba usimame kwa miguu yako.